Tangu kuanza kwa vita kati ya Urusi na Ukraine mnamo mwaka 2022, jeshi la Ukraine limeweza kutekeleza mashambulizi ambayo yanatajwa kuwa ni mashambulizi ya kihistoria na mashambulizi ambayo yameweza kumshangaza Rais wa Urusi Vladimir Putin kutokana na uharibifu ambao umesababishwa na mashambulizi hayo ambayo yametekelezwa na ndege zisizokuwa na rubani za jeshi la Ukraine ambazo ziliweza kujipenyeza katika ardhi ya Ukraine na kuweza kuendesha mashambulizi ya anga dhidi ya vituo tofauti vya jeshi h la Urusi katika maeneo tofauti, ambapo inaripotiwa kwamba ndege zisizokuwa na rubani hizi ambazo zimetumiwa na jeshi la Ukraini ni ndege ambazo zilitengenezwa kinyemela na kuweza kuendesha mashambulizi ambayo yamepelekea uharibifu na hasara kubwa kwa jeshi la Urusi. Vilevile inatajwa kwamba ni ndege zisizokuwa na rubani takriban 117 ambazo zimeweza kutekeleza mashambulizi hayo ambayo yanaripotiwa ya kwamba yamepelekea hasara kubwa na kuweza kuzitia moto ndege za kivita za Urusi zisizopungua 40. Ni mashambulizi ambayo yanatajwa kuwa ni ya kihistoria kabisa kutokana na kwamba Urusi kama inavyochukuliwa ya kwamba ni moja miongoni ya mataifa superpower mwanguni, jeshi lake ambalo linatajwa kuwa ni jeshi la kisasa ambalo linatumia vyombo vya kisasa. Vipi wanajeshi wa Ukraine wameweza wa kupenyeza ndege hizo zisizokuwa na rubani hadi kuweza kuendesha mashambulizi dhidi ya kambi tofauti za jeshi la Urusi na kuweza kusababisha uharibifu mkubwa ambao unatajwa kwamba unaweza kudhoofisha pia ufanisi wa jeshi la Urusi na kuendelea na mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Kulingana na taarifa, inatajwa kwamba mashambulizi haya yameendeshwa Juni mosi mwaka huu 2025 wakati ambapo kukiendelea mazungumzo ambayo yanatajwa kwamba ni mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine, mazungumzo ambayo yamefanyika nchini Uturuki na kupelekea mataifa haya mawili kuweza kukubaliana kuhusu kubadilishana wafungwa, wafungwa wa kivita ambao jeshi la Urusi limeweza kuwakamata wanajeshi wa Ukraine katika uwanja wa mapambano na vilevile, wanajeshi wa Urusi ambao wameweza kukamatwa katika uwanja wa mapambano na jeshi la Ukraine. Ndege hizi ambazo zisizokuwa na rubani ambazo jeshi la Ukraine limeweza kutumia dhidi ya vituo tofauti vya jeshi la Urusi zinatajwa kuwa ni aina ya FPV, ndege ambazo inatajwa kulingana na habari kuwa ni ndege ambazo zimetengenezwa kinyemela ili zisiweze kunaswa na rada ambazo jeshi la Urusi linaweza kutumia ili kuweza kutambua chombo chochote ambacho ni asi na kuweza kulipua chombo hicho bila ya chombo hicho kuweza kusababisha hasara katika ardhi ya ni hasara kubwa kwa Urusi kwa kuwa inatajwa kwamba ndege ambazo zimeweza kushambuliwa katika mashambulizi haya ambayo yameendeshwa na jeshi la Ukraine ni ndege ambazo zina uwezo wa kusafirisha silaha za nyuklia, silaha ambazo msemaji wa bunge la Urusi alitahadharisha Ufaransa ya kwamba itajihusisha moja kwa moja na mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi, basi Urusi haitosita kuweza kutumia silaha ya aina yote kwa ajili ya kujihami. Hivyo basi idadi ya ndege ambazo Urusi ilikuwa ikijinasibu ya kwamba huenda ikazitumia dhidi ya mataifa ya magharibi ambayo yanaunga mkono mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi, idadi yake tayari imekwisha pungua kutoka na mashambulizi haya ambayo yameendeshwa na ndege hizi zisizokuwa na rubani kutoka Ukraine. Kambi ambazo zimelengwa na jeshi la Ukraine katika mashambulizi haya ni kambi ambazo jeshi la Urusi lilikuwa likitumia kwa ajili ya kutoa mafunzo ya kijeshi, na hususan kwa wanajeshi ambao wanataraji kuwa marubani wa kivita licha ya waziri wa ulinzi wa Urusi kufahamisha kwamba hakuna yoyote ambaye ameweza kufariki katika mashambulizi haya. Vita hivi kati ya Urusi na Ukraine inatajwa kwamba ni vita vya kimkakati na vya kihistoria. Wale ambao wanayemuunga mkono Rais Zelensky wanapongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi hayo, kwa kuwa mashambulizi hayo kwa mujibu wao wanadai ya kwamba yatadhoofisha nguvu ya kijeshi ya Urusi na kuupelekea jeshi la Urusi lishindwe kuendelea na mashambulizi yake katika maeneo tofauti ya Ukraine na kuipelekea Urusi kuweza kukubali mazungumzo ya amani na kusitishwa moja kwa moja kwa mapigano. Na kile ambacho wanaounga mkono Ukraine kutaja kwamba Urusi ilivamia Ukraine na haina haki ya kuendelea kukalia maeneo ya Ukraine ambayo Urusi tayari imekwisha teka kwa muda wa zaidi ya miaka miwili sasa kwa mataifa ambayo yanayounga mkono Urusi na kile ambacho kinaendelea katika ardhi ya Ukraine na kuweza kukaliwa kimabavu, kama inavyotajwa kwamba Urusi haina haki ya kuweza kuteka maeneo ambayo inatajwa kuwa ni ardhi ya Ukraine. Wanafahamisha kwamba kwa sasa ni wazi ya kwamba Zelenski ameweza kujichimbia kaburi mwenyewe kwa kuendesha mashambulizi makubwa kama hayo, kuigusa Urusi katika kitovu chake, kitendo ambacho kimetajwa kwamba Urusi kamwe haitofumbia macho na na haitosita ya kulipiza kisasi haraka iwezekanavyo. Mashambulizi haya ambayo yameendeshwa na jeshi la Ukraine dhidi ya vituo tofauti vya jeshi la Urusi, inatajwa kwamba Rais wa Ukraine Zelensky hana lengo la kusitisha vita, bali lengo lake ni kutaka kumtia hasira Rais Putin ili Rais Putin aweze kuvuka mipaka na kuweza kuonekana ya kwamba Urusi inakwenda kabisa kinyume na sheria ili iweze kuwapoteza washirika wake ambao wanayoiunga mkono Urusi katika vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Swali ambalo watu wengi wanajiuliza katika mitandao ni kwamba jeshi la Urusi ni jeshi ambalo linatumia teknolojia ya kisasa. Vipi jeshi la Ukraine limeweza kujipenyeza katika ardhi ya Ukraine kutumia malori na kuweza kutumia anga la Urusi kwa kushambulia vituo tofauti vya jeshi la Urusi na kusababisha hasara kubwa, jeshi la Urusi kuweza kupoteza ndege zake za kivita zaidi ya 40? Jibu lake inatajwa kwamba ni jambo rahisi mno, kwa kuwa wanajeshi wa Ukraine na Urusi ni kama kitu kimoja. Hivyo basi waliweza kutumia malori ili kuingiza ndege hizo zisizokuwa na rubani katika maeneo tofauti Urusi, na baadaye kuweza kutumia ndege hizo zisizokuwa na rubani kwa njia nyingine ambayo vyombo vya ulinzi vya Urusi havikuweza kuona katika rada zake na kuweza kuendesha mashambulizi hayo. Kitendo hichi, katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba vita hivi itakuwa ni vita vigumu kwa kuwa kila mmoja ana uwezo mkubwa wa kiteknolojia, ukikumbuka ya kwamba mataifa ya magharibi ikiwemo Marekani ni mataifa ambayo yanatoa msaada mkubwa wa silaha kwa Ukraine ili kuweza kupambana vilivyo na Urusi, huku Urusi nayo ikitajwa kwamba ni taifa kubwa ambalo linatumia teknolojia ya kisasa. Hivyo basi, kutokana na tofauti hii ya teknolojia katika sekta ya ulinzi kati ya Urusi na Ukraine, aidha Urusi na mataifa ambayo yanayosaidia Ukraine moja kwa moja, itakuwa ni vigumu kukomesha vita hivi na inatajwa kuwa mashambulizi haya dhidi ya Urusi yanatia hofu kubwa katika siku zijazo, kwa kuwa Urusi huenda ikaweza kutumia silaha nyingine ambayo hadi sasa ilikuwa bado haijaweza kutumia katika vita vyake hivi ambavyo vinaendelea na Ukraine. Urusi imeahidi kulipiza kisasi na kwa yoyote yule ambaye atakayeendelea kutoa msaada kwa Ukraine ili iweze kufanikisha mashambulizi yake dhidi ya Urusi. Na vilevile inatajwa vile kwamba licha ya Urusi kutajwa kuwa ni taifa kubwa ambalo jeshi lake linatumia teknolojia ya kisasa na kuonekana ya kwamba Ukraine ni taifa dogo katika sekta ya teknolojia, Ukraine imekataa kabisa kuonyesha udhaifu wake na kuendelea na mashambulizi licha ya juhudi zote za mazungumzo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mataifa haya mawili yanasitisha vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya mataifa haya mawili. Mashambulizi haya ambayo yameendeshwa na ndege zisizokuwa na rubani takriban 117 dhidi ya jeshi la Urusi na kupelekea ndege za jeshi la Urusi zaidi ya 40 kuweza kuteketea kwa moto, kunaweza kuleta sura mpya katika vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya mataifa haya mawili, wakati ambapo ikitajwa kuwa Urusi imeweza kudhoofishwa kwa kiasi kikubwa katika uwezo wake wa kijeshi katika kuishambulia Ukraine. Jamii na utamaduni unasemaje kuhusu mashambulizi haya dhidi ya jeshi la Urusi, jeshi ambalo linatajwa kuwa na teknolojia sio kuwa na kifani kwa sasa ulimwenguni na kuwa miongoni mwa mataifa super power ulimwenguni? Tuachie mtazamo wako.